Na mgeni wetu alikuja akaonyeshwa chumba akachagua chumba namba kumi, akakipenda akakilipia, akajiandikisha kwenye kitabu cha kulala wageni. Baada ya hapo, akatoka. Baada ya muda mfupi, akarudi na mwanamke, wakaingia naye ndani. Baada ya muda mchache, yule mwanamke akatoka kaenda zake. Hatukuweza kujua kilichoendelea, tukalala mpaka asubuhi leo. Baada ya asubuhi muda kuisha muda usafi kufika wahudumu wakaenda kugonga nika, nika, nika, nika, naonekana kimya. Baada nikataarifa mimi kama meneja. Baada ya kutaarifiwa mimi nikaenda mpaka kile chumba, nikakuta funguo iko kwa nje, nikafungua. Baada ya kufungua nikakuta mwili umelala kitandani. Baada baada kuona hiyo hali nikarudisha mlango, mimi nikaenda kutoa taarifa sehemu husika, yani kituoni, kituo cha Kingorwila baada ya hapo prosesi zikaendelea za kisheria za kipolisi polisi, polisi wakaja wakachukua mwili wakapeleka mochwari. Baada ya hapo polisi wakawa na, wanafanya majukumu yao kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kwa ajili ya uchunguzi. Baada ya kufungua ndani, nimekuta mwili umelala umelalia mgongo na unatoa mapovu meupe mdomoni. Kwa hapo nilichokiona mimi. Baada ya hapo nikatoa nikatoa taarifa. Baada ya kutoa taarifa, walikuja mwanzoni, nawavuta povu lile lile natoka mdomoni, lakini kitu ambacho tumekuta tume ndani, labda tumekuta kuna vidonge, ila sijui kwa sababu sisi si wataalamu tujue vile vidonge vya aina gani. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha tukio la kifo cha mtu mmoja ambaye amekutwa amekufa kwenye nyumba ya kulala wageni katika wilaya ya Morogoro. Tukio hilo limetokea a kulala wageni itwayo jina maarufu Hagilo au kisenga chini iliyopo eneo la Kingorwila, wilaya ya Morogoro. Marehemu amefahamika kwa majina kuwa ni Nasibu Juma Ngozi, mwenye umri wa miaka 55 kupitia vitambulisho vyake, mfanyabiashara na mkazi wa kijiji cha Changa, kata ya Mkuyuni, wilaya ya Morogoro. Mwili wa marehemu umehifadhiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro uh, kusubiri uchunguzi zaidi na utambuzi. Uh, jeshi la polisi linasisitiza wamiliki na wahudumu wa nyumba za wageni uh, kuendelea kutunza anwani sahihi za wageni ambazo wanapata huduma kwenye nyumba zao za biashara. Chanzo cha kifo cha huyu mgeni au huyu marehemu uh, bado kinachunguzwa kina na kitathibitishwa na madaktari baada ya kukamilisha uchunguzi wao wa.